Hu uwanja wa kuchezea ni mzuri asante. Kibena, tumetengeneza kila kitu wenye, wenyewe wenyewe, hizi bembea zote, ndiyo baraka. Wow! Basi tukimaliza kuanzisha klabu yenu ya utu na nyiye mtusaidie kutengeneza uwanja kama huu. Kokotoa, tukizungumzia ya klabu ya utu tusisahau kilichotuleta hapa. tunamsaidia direct na marafiki zake kuanzisha klabu yao ya utu. Koba, hatuwezi kusahau. Sawa, tuanzeni Dilek, waite marafiki zako. Sheria za usalama za kuzingatia wakati wa kucheza: Moja. epuka kucheza kwenye uwanja au kutumia vifaa vyenye majimaji, kwani unaweza kuteleza na kuumia. Mbili. unapocheza usiwasukume wengine, kuwa mkarimu kwa kila mmoja. Tatu. hakikisha umefunga kamba za viatu kuepuka kujikwaa na kuanguka. Nne. vaa vifaa sahihi vya mchezo kuepuka kuteleza na kuanguka. Tembea au cheza umbali wa mita kadhaa kutoka kwenye bembea wakati wengine wakitumia ili kuepuka kugongwa na bembeas hakikisha wamerejesha vifaa vyote vya kuchezea mahali sahihi kabla ya kuondoka. Kwa nini watoto wengi hapa wanapuuzia sheria hizi? Hebu waone wale wawili pale wanasukumana sukumana, na wale watoto kwenye bembea wana <laughs> kwa hiyo muda wote ulikuwa kimya, kumbe ulikuwa unasoma hizo sheria Alinuru, sio lazima kuzifuata hizo sheria leo. Kwa nini? Kwa sababu kocha hayupo. Kocha ndio, kocha wetu ndiye anayesimamia huu uwanja na yeye ndiye aliyeziweka hizo sheria. Kwa hiyo hakuna haja ya kuzifuata leo, kwa sababu hayupo. Lakini Dile, hata kama hayupo, mnapaswa kuzifuata. Ndio, kocha aliziweka kwa ajili ya usalama wenu. Ndio, kwa sababu nyie ndio mnaocheza hapa. Sawa, lakini Amepatwa na nini huyu? Ameteleza wakati akijaribu kupiga mpira. Ameteleza kwa sababu uwanja una majimaji, si ndio? Itakuwa nitawezaje kucheza kesho kama nikiumia leo? Kesho naweza kufurahi au kulia kutokana navyochezo leo. Tuepuke majeraha, tucheze kwa furaha. Hivyo, muhimu, muhimu, muhimu, muhimu. Hivyo nataka kucheza kesho kwa kufuata kanuni leo. Haya, simama, tukusogeze pale. Siwezi, siwezi, unauma sana. Jitahidi. Mama. Baraka hawezi, labda moja ya maungio yake ya mifupa yameteguka. Maungio yapi hayo? Labda maungio ya kwenye kifundo cha mguu au goti, sijui, lakini inabidi tumsaidie. Tutamsaidiaje? Kuna nini hapa? Kocha, kwa kweli mmenisikitisha sana. Kabla sijaondoka mliniahidi kuwa mtazingatia sheria zote za usalama wakati wa kucheza lakini sasa angalia kilichotokea, mmoja wenu ameishia hospitali. Tunaomba utusamehe, kocha, tunaahidi hatutarudia tena. Nimewasamehe, lakini kwa mlichokifanya, sijui kama nitaweza kuwaamini tena. Haya, mnaweza kwenda nyumbani. Dilek, najua hujafurahishwa na kilichotokea. Tufanye nini uwe sawa? Ndio, tufanye nini? Je, utafurahi tukicheza kwa pamoja? Ah, sijui. Tumemsikitisha kocha, hawezi kutuamini tena. Hatutacheza kwa furaha uwanjani kama kocha atuamini. <sighs> Lazima kutafuta njia ya kumfanya kocha aweze kukuamini wewe na timu yako tena. Tutafanya nini? Sijajua bado, lakini naamini tukishirikiana tunaweza kupata njia. Lakini nakuelewa Dile, hamwezi kuwa na furaha uwanjani kama kocha hawaamini. Mama huwa anatuambia kuwa uaminifu ni mifupa ya urafiki kweli? Huwa anatuambia ila, sijawahi kuelewa anamaanisha nini. Ni kweli lakini, eh, uaminifu ni mifupa ya urafiki. Kwa hiyo inamaanisha nini? Mifupa ina umuhimu mkubwa sana katika miili yetu. Unaweza kuniambia umuhimu wa mifupa katika mwili wako Baraka? Ndio kutembea. Mm-hmm, kutembea ndio umepatia lakini Daktari Alfa hakusema kama hivi. Daktari Alfa ni nani? Ni daktari aliyenitibu nilipopata ajali. Alinifundisha vitu vingi kuhusu mifumo tofauti katika mwili wa binadamu, ikiwa ni pamoja na mfumo wa mifupa. Mfumo wa mfupa ndio nini? Mfumo wa mifupa ni kama mhimili ndani ya miili yetu. Kama vile ambavyo jengo lina mhimili wa kulishikilia ili lisimame, miili yetu ina mhimili pia, na mhimili huo unajengwa na mifupa, si ndio? Ndiyo, kwa hiyo Daktari Alfa alisemaje? Alisema, alisema kwamba mifupa hutusaidia kufanya mijongeo mbalimbali. Mifupa sio kwa ajili ya kutembea tu, hutusaidia kuketi, kusimama, kukimbia, kulala, kuruka na kufanya mijongeo mingine. Ndio maana yule mtoto aliyeumia hakuweza kusimama mwenyewe baada ya maungio yake kwenye goti kuteguka. Ndiyo, kwa sababu maungio yanaunganisha sehemu moja ya mfupa na nyingine. Kwa kuwa haya ni maungio ya goti inamaanisha kuwa maungio haya yanaunganisha sehemu ya juu ya mguu na sehemu ya chini, si ndio? Ndio. Na kama maungio ya goti yameteguka, mtu anaweza kupata maumivu makali na kushindwa kutembea mpaka awekwe sawa ah. Kwa hiyo mama yako anaposema uaminifu ni mifupa ya urafiki, familia au timu, anamaanisha bila uaminifu urafiki hauwezi kuendelea. Hm? Sijui, lakini ndio nadhani. Umeelezea vizuri Nuru, kabisa eti. Asante na sio hivyo tu, mifupa ina faida nyingine nyingi. Labda tunaweza kuzijadili baadaye sawa? Kwa sasa tutafute namna kumfanya kocha atuamini tena. Nina swali kidogo, hivi nyewe huwa mnafanya nini mtu asipokuamini tena? Nakumbuka siku moja tulimdanganya mama kwamba tulikuwa nyumbani, kumbe tulienda kucheza. Alipogundua alisema hata tuamini tena, tukamwandikia shairi zuri la kumwomba msamaha na kumwomba atuamini tena na akatusamehe. Nakumbuka rafiki yangu mmoja niliyekuwa naye shule nyingine kabla ya kuhamia Kokotoa aliacha kuniamini. Niliamua kumnunulia zawadi na kumwomba msamaha, na akanisamehe. Kwa hiyo, Dilek, kati ya kumnunulia kocha zawadi na kumwandikia shairi utapenda kufanya kitu gani? Nadhani zawadi itakuwa ni wazo zuri. Sawa, hivi kocha anapenda nini? Anapenda maua. Vizuri Dilek, lakini kwa nini tusimnunulie vifaa vya michezo? Kwa sababu anapenda michezo pia. Ndiyo vifaa vya michezo vingefaa zaidi, lakini hatuna duka la vifaa vya michezo kwenye kambi. Lakini tunayo bustani nzuri ya maua hapa. Sawa, labda maua yatafaa. Twendeni kwenye bustani. Mm, ni mazuri na yana rangi nzuri. Yananukia vizuri pia. Ndiyo, tutafute ua zuri kwa ajili ya kocha. Nimeyapenda haya ya njano Da, ni ngumu sana kuchagua. Kuna maua mengi mazuri sana hapa. Jamani, angalia hili! Baraka Baraka! Angalia nini? Ah, mama kiwavi! <laughs> Da, mimi ninatisha kiasi hicho eh? angalia Baraka, kiwavi anaongea na wewe. Ndio, ninaongea na wewe Baraka. mimi ni kiwavi mzuri kwa nini unaniogopa? Ni jinsi ulivyo ah, na jinsi unavyojongea. Jinsi ninavyojongea? unamaanisha kama hivi? Ndiyo. Na kwa nini unaonekana hivyo? Ninaweza kukuuliza swali hilo hilo, kwa nini unaonekana hivyo? Sio lazima ujibu, nitakwambia kwa nini. Ni kwa sababu mifupa yako ina umbo kama hilo. Taarifa ya kusisimua kutoka kwa kiwavi. Unajua kuwa mifupa inakusaidia kukupa umbo la kibinadamu lilonalo? Hapana, nilikuwa sijui. Sasa unajua. Kwa hiyo basi, kutokuwa na mifupa kunanipa umbo langu kama vile kuwa na mifupa kunavyokupa wewe umbo lako. Umeelewa? Ndiyo, hiyo ni moja kati ya faida nyingi za mifupa katika mwili wa binadamu ingitutusaidia mi... kufanya mijongeo kama kutembea, kuruka na kukaa. Uko sahihi kabisa, na pia kushikilia na kulinda viungo mbalimbali mbali ndani ya miili yetu. Wow! unaijua hiyo pia? ndio uko sahihi mifupa usaidia kushikilia na kulinda organi mbalimbali katika miili yenu. Ndiyo, kwa mfano bavu hulinda moyo na mapafu, fuvu linalinda ubongo wetu. Asante Kiwavi. Lakini kiwavi, wewe sio binadamu, unajuaje vitu vingi kuhusu mwili wa binadamu? Mimi sio kiwavi wa kawaida tu, Baraka. Mimi ni kiwavi, huwa ninasoma vitabu vingi ili kupata maarifa, na hata kupata nyimbo kama mifupa ina faida nyingi mwili

Tuchukue maua tuondoke. Vipi Dile? Nilikuwa nafikiria walichokifanya Koba na Baraka kurudisha uaminifu kwa mama yao. Unamaanisha kumsomea shairi la kumwomba msamaha? Ndiyo, nadhani nilikuwa ni wazo zuri Ninajiuliza kama tutaweza kufanya hivyo na haya maua. Je, tunaweza kufanya vitu vyote viwili? Tunaweza kumpa maua na kumsomesha ili la kumwomba msamaha. Nadhani hilo ni wazuzuri sana. Nina wazo lingine. Kwa sababu tuko hapa kuwasaidia kuanzisha klabu ya utu, kwa nini tusijadili hili na kila mtu kwenye mkutano wenu wa kwanza wa klabu ya utu? Nimependa wazo lako. Tunaweza hata kuandika shairi kwa pamoja. Ndiyo, sawa, twendeni. Nakuja. Vipi? A, a, nini kinaendelea hapa? tumekuletea maua kocha. Oh, ni mazuri na yananukia vizuri pia. asanteni watoto. Asante kocha, lakini tuna kitu kingine pia kwa ajili, mm -hmm. yako Dile, endelea. Uaminifu mm -mm. ni muhimu kila tunalitambua, tunakiri, tumeuvunja, hakika tunajutia, msamaha kuupata, ndio nia yetu, uaminifu tutautunza, ahadi za kupatia. O oh, jamani nani ameandika hili shairi? Sisi wote oh. Mnaonaje tukianzisha klabu ya ushairi pia? shairi lenu ni zuri sana. Asante, kocha, kocha. Kocha. Watoto nawashukuru kwa kutaja umuhimu wa uaminifu katika shairi lenu. Hii inaonyesha kuwa mnafahamu ni kiasi gani uaminifu ni muhimu. Mimi nimewasamee kabisa na ninaamini kuwa ninaweza kuwaamini tena. Asante kocha, tunaahidi kufuata sheria za usalama wakati wa kucheza hata kama haupo. Ni sawa, ninawaamini sasa. Na nasikia kama harufu ya kuungua e, e, e, chakula changu! Mungu wangu! Kwa heri ni watoto, ngoja niondoke, tutaonana kesho uwanjani eh? Kwa heri kocha. Tumefanikiwa Dio. Asanteni yeah, yeah, yeah, sana marafiki zangu kwa kutusaidia kuanzisha klabu yetu ya utu. Karibu Dilek, nakumbuka. Tutawataarifu tutakapokuwa tayari mje kutusaidia kutengeneza uwanja wa kuchezea mzuri kama wenu. Haya, kwa heri. kwa heri. kwa heri.